Za wapi? Umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi ni mzaliwa wa Geita mm -hmm. ila nilikuwa nipo hapo Makonde. Okay, kuna siku nimekaa naona sielewi, nikampigia rafiki yangu mmoja mm -hmm. Nikaambia mi mimi na shida na kazi, ukipata mm -hmm. kazi yoyote huko nishtue. Nataka kazi gani? Nikaambia yoyote, mimi nipo tayari. Mama Ntilie mm -hmm. nipo tayari, kazi ya ndani nikaambia nipo tayari yoyote mm -hmm. Basi kuja, kuna namba ni kutumie, mi mshawai kufanya kazi huko. Okay. Anaitwa Lea. Okay. Ishafanya kazi miaka miwili. Kwa sasa ipo wapi? Ipo hapa hapa da. Anafanya nini? Ya na biashara yake anauza, na ndio chakula anauza chakula. Umwambie, umwambie salamu zimfikie sawa. Sawa? Basi ndo akanitumia watu ambao washafanya kazi kwenye mradi wetu. Jamani, mmeshaanzisha biashara zenu Mtukumbuke basi, hatuhitaji hela, ila mje mtupe feedback. Mnaendeleaje? mko wapi? e. Tunaweza hata tukakupromotia biashara yako sawa. Hii ni kwa wale ambao mmefanya kazi na mradi wetu wa Dada Center, mmetengeneza mitaji yenu, sasa hivi mnafanya biashara zenu ehe, Eva. Kwa hiyo rafiki yako huyo Lea sasa hivi anafanya biashara ya chakula. Kwa hiyo rafiki yako na e. Wow, kwambia mimi nishaenda pale, akanitumia namba zile namba nikaziangalia, mm -hmm. nikampigia mamaangu mdogo nikaambia kuna namba nimetumiwa hapa mm -hmm. ya kazi za ndani, vipi, unaonaje hiyo? Akasema namba gani, mtumie. Nikamtumia, akasema na mimi mbona hii namba ninayo, nishawahi kuwapigia, lakini sema sema mimi nina mtoto, ndio sikufanikiwa kupata. Akasema nenda, ndio nikapiga simu nika dada Latifa, ndo akapokea, kalipa maelekezo mm -hmm. nikafuatilia ndo nikaja, okay. Mm. Sasa kwa nini ulimpigia kwanza ndugu yako? Anataka tu kumpatia taarifa. Ah, hiyo sio taarifa. Ndiyo. Mm. Maana ulimuuliza unaonaje? yeye yeah, asingekwambia yeah. Kama anazo, mm -hmm. Na namba zetu anazo na alishatupigia, isipokuwa yeye kikwazo chake ana mtoto mdogo, mm -hmm. akashindwa kuja yeah. Ina maana wewe, hey, ungekutana na ndugu yako, wale ndugu ambao wanaamini kwamba kazi za ndani ni za mateso, ni za manyanyaso, kwa sababu hayo ndio mambo ambayo yako kwenye jamii yetu hii mm -hmm. Watu wengi bado wanaamini kazi za ndani za mateso, manyanyaso mm -hmm. ni kazi ambazo hazina maslahi, ni kazi ambazo yaani, ni za chini, hizo ndio fikra za watu wengi. Mm -hmm. Kwa hiyo ungekutana na ndugu yako ana hiyo akili bado nafikiri angekwambia achana kabisa na kazi za ndani. wewe unge, ungekuja kweli mm? kwa sababu ukumpigia kumpa taarifa huo. <laughs> Ndio ukweli na nasema hivi kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanawa, wanawashirikisha ndugu zao kuhusu hatima zao. wewe ulikuwa huna lolote unalofanya, si ndio? nilikuwa nauza matunda. ulikuwa unauza matunda Ndiyo. Sasa ulifikiaje, yani biashara yako ya matunda iliendaje mpaka ukasema, niko tayari kwa kazi yoyote? Kwa sababu ndugu yako alivyompigia alikuuliza kazi ya mamalishe, ukamwambia niko tayari ndiyo. kazi kusabu, ya kusabu ndani hata, niko tayari kazi mm. mm -hmm. mm -hmm. Sasa lakini pamoja na kufanya mamalishe mm -hmm. pamoja naye ukaenda kuanzisha biashara yeah, ya matunda yeah, ina maana hiyo yeah, biashara haikufanya vizuri yeah, ndio maana ukawa sasa yeah, uko tayari kwa kazi yoyote.